Radiyallahu anhu warda maarufu Ibn Mas'udi atumia akili katika masala ya dini, anaona ya kwamba Mtume hapana, hafai ndugu zangu katika imani. Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda wa maarufu ibn Masudi ambaye ni Abdullahi bn Masud bn Ghafil ibnu Jaibi Alhuzali radhiyallahu anhu wa arda, amesilimu akiwa ni kijana mdogo katika mji wa Makka, kijana kama vijana hao, ndugu zetu wa bodaboda, unakuta ni kijana lakini usimwambie habari za swala, yupo kwenye bodaboda yake kwenye kona hapo, karibu kadikama tisola, kadikama tisola. bodaboda na mashine anasikia kadikamati swala kadikamati swala, amekaa kwenye bodaboda yake, hana habari na swala. Baba Muislam, mama Muislam, yupo na pensi kuonyesha kwamba yeye habari za swala usimwambie. Kisha huyo anakufa, eti mnamfanyia hitima siku tatu, na shekhe kwenye kuhitimisha anamwambia Allah hizi thawabu tulizozipata hapa mpelekee huyu fulani, huyu yule. Tayari kuswala alikuwa kama mashineni haswali, alakaa pale, wale wenye kutengeneza beskeli wenye kutengeneza pikipiki ndio rafiki zake, haswali. Ndio thawabu zimwendee kweli au yule mwenye kusoma kali ka kitabu katalakini, kale anasema we fulani bin fulani, we bodaboda we baada ya muda atakuja malaika e, watakuja malaika wawili almuhasibani wametumwa ni kwa ajili ya kukuhoji. Kwa hiyo hao malaika, fala yafzaaki, wasikutishi wala yarubaki ya, wala usikupigi mkwala wowote, wala yahulaki, vitisho vya aina yoyote, wewe usishtuki. Hiyo ni mikwala tu, usishtuki na chochote. Kwa hiyo faidha, sa'alaka man rabbuka, wakikuuliza nani mola wako Chukua majibu na mapema, sema ni Allah. Usanii watu wanafanya mpaka makaburini, unafanya usanii shekhe, shekhe, Allahu akbar. Familia imeona shekhe amemaliza pale, inamwandalia bahasha shekhe, shkotokunywata soda kwa hamna lolote amefanya, akafanya upuuzi mtupu

na vile vile alimamu Tabarani katika Alkabir. Haya ni maneno ya Ibn Masudi radhiyallahu anhu, anawaambia watu matabii ambao hawakumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ndugu zangu, ittabiu, ebu fuateni muongozo uliokuwa sahihi. Wala tabtadiu, wala msizue, msiongezi mambo katika dini Fakad kufitum yale aliyowaachia Mtume sallallahu alayhi wasallam yanawatosheni, yanatosha Mtume kisha twachiaa utaratibu. Mtu kafa, ndugu, jamaa, marafiki, majirani ndio anapeleka chochote pale msibani, Sio wale wafiiwa wakae vikao vya dharura namna gani wataendesha msiba. Anko wao utatoa ngapi? Ba mdogo utatoa ngapi? Kaka utatoa ngapi? Shangazi ya mimi sina kitu, lakini naweka simu yangu poni nipate elfu sabini za kuchangia. Tumepata laki ngapi? laki tisa na elfu ishirini na tano. Wa wa kwa ajili ya kuwalisha watu kwamba arobaini na matangazo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kwa marehemu mzee Kajurujuru kesho baada ya asiri wanaotangazia, kuna hitma ya marehemu dada yao mama Fankoko. wale wenye kupenda kula, mama fulani, umesikia? Ye, kesho hamna kupika, kuna wali kule, ndiyo kazi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndugu zangu katika imani, wale ambao walikwisha kula sana wale wa mahitima, waziambie nafsi zao ya kwamba basi inatosha Tubadilike. Rafiki yako, jirani yako kafisha, mtoto kafisha, mke una uwezo, washindwa kwenda sokoni kununua fungo la muhogo la elfu mbili ukawapelekea msibani. Unashindwa na Allah amekuruzuku, bali kinyume chake, unakula pale siku tatu. Ndio ibnu Masudi radhiallahu anawambia watu zama hizo. Angelikuwepo zama zetu tungelisemaje? Angelisemaje ibn Masudi radhiallahu anhu? Waislam, yale aliyotuachia Mtume tuyafanyie kazi, wala tusizue. Aliyoyaacha yanatosha, yanatosha katika hii dini. Ndugu zangu katika imani, sababu gani zinazopelekea bidaa kukithiri katika miji? Sababu ni nyingi za bidaa kuenea sehemu. Miongoni mwa mambo yaliyotajwa na wanachuoni kuhusiana na sababu za kuenea bidaa katika hizo sababu, ni aljahlu bisunna, watu kuwa mbali na mwenendo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtu ukiwa karibu na, na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi ukazua. Na nukta ya aljahlu bi sunnah, ndio panaingia watu kutumia hadithi dhaifu na kuwacha hadithi sahihi, na ndio unaoshangaa wa watu hadithi sahihi zipo kwenye kitabu shekhe anaziona, lakini anaziacha hadithi ambazo ni mbovu dhaifu, ndio anazifanyia kazi na anawahimiza watu wazifanyie kazi hadithi dhaifu. Mfano, angalia katika kitabu cha bulughul marami, mlango wa swala, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu waardah, hadithi inasema mazala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaknutu fi lfajri hata faraka dunya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasalam hakuacha hakuacha kuleta kunuti katika sala ya alfajiri mpaka alipokufa hakuacha. Hii ni matni ya hadithi. Angalia chini ya hadithi, rawahu abu Daud. Kaipokea hadithi ya abu daud wa isnaduhu dhaifu, upokezi hadithi ni mbovu. Baada ya kujua kama ni mbovu, majukumu yetu ni nini? Tunaiweka pembeni, tunaiacha, kwamba sio sahihi. Kwa maana wale wenye kuleta kunuti kwenye alfajiri waache, wanatumia hadithi mbovu. Ndugu zangu katika imani